iliyotokea ikulu marekani katika mazungumzo kati ya rais wa marekani donald trump na rais wa ukraine zelenski inatajwa kwamba ni huzuni kwa ufaransa kwa kuwa ufaransa ilijitolea kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba rais wa ukraine ajielekeza nchini marekani ili aweze kufanya mazungumzo na trump ili kuweza kuafikiana kuhusu mkataba kuhusu madini na kuweza kusitishwa kwa mapigano kati ya urusi na ukraine kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni mazungumzo haya kati ya rais wa marekani na rais zelenski katika ofisi za ikulu ya Marekani White House, mazungumzo ambayo yamemalizika kinyume kabisa na kile ambacho kilikuwa kikitarajiwa. Vilevile inatajwa vile kwamba kile ambacho kimepelekea mazungumzo hayo kuweza kuharibika ni rais Zelensky kudekeshwa, kama inavyotajwa, kudekeshwa na rais Biden tangu vita hivi kuanza kati ya Urusi na Ukraine, kwa kuwa serikali ya Biden ilikuwa karibu mno na serikali ya Zelensky katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Hivyo basi Zelenski alitakiwa kufahamu ya kwamba kiongozi ambaye alikuwa akimuunga mkono moja kwa moja hakuwa na ukaribu na Urusi, na sasa kiongozi ambaye yupo madarakani ana ukaribu wa kiasi kikubwa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Inafahamishwa kwamba kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump alikuwa akitaraji ujio wa rais Zelenski nchini Marekani ilikuwa ni makubaliano kuhusu migodi, migodi ambayo kunapatikana madini ambayo ni ghali na yenye thamani ya juu nchini Ukraine madini ambayo Marekani ingeweza kurejesha pesa yake ambayo ilitoa kama msaada kwa Ukraini katika vita hivi. Baada ya kufanya mkutano na rais wa Ufaransa, rais wa Ukraine Zelenski naye pia alitakiwa kujielekeza nchini Marekani ili kuweza kuzungumza na rais Trump kuhusu suala hilo ili kuweza kukomesha kabisa vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraini kutokana na gharama ambayo tayari vita hivyo vimekwisha gharimu na kusumbua vichwa vya viongozi wa Ulaya ambao kila wakati huwa kukiandaliwa mikutano ili kubuni mbinu za kuiziwia Urusi isiweze kuendelea kushambulia Ukraine. Mazungumzo aidha y mkutano huu kati ya rais Trump na rais Zelenski mbele ya waandishi wa habari yalikwenda vema lakini yalianza kubadilika pale ambapo kulijadiliwa swala zima kuhusu kukomeshwa vita na kufuata mkondo wa diplomasia. Rais Zelenskyy alionyesha ya kwamba haelewi ni diplomasia ipi ambayo viongozi wa Marekani wanazungumza kuhusu vita hivi na uvamizi wa Urusi Ukraine. Zelenskyy amefahamisha ya, ya kwamba tayari kulikuwa kumekwisha sainiwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kurahisisha usafirishaji wa gesi asilia kutoka Urusi kuelekea katika mataifa ya Ulaya, lakini makubaliano hayo tangu mwaka 2014 Urusi haikushindwa kukiuka makubaliano hayo na kuchukua maamuzi ya kuivamia Ukraine. Zelenski alitaka rais wa Marekani aweze kuweka wazi ni diplomasia ipi ambayo tamkenaisha rais wa Urusi Vladimir Putin kushindwa kuendelea kuivamia Ukraine na kukalia maeneo ambayo yanafahamika kama ni ardhi za Ukraine tangu mwaka huo wa 2014, na hapo ndipo mazungumzo yalianza kubadilika na kuonekana kwamba kuna mvutano rais Zelenskyy katika mazungumzo hayo alimtaka waziri huyu wa rais Trump kuweza kumhakikishia ni jambo gani ambalo litamfanya rais wa Urusi asiwezi kukiuka makubaliano hayo, ikizingatia kwamba katika historia, kwa mujibu wa rais wa Ukraine, ni kwamba rais wa Urusi ni zaidi ya mara 20 ameweza kukiuka makubaliano hayo na kuweza kuishambulia Ukraine, licha ya kuwepo makubaliano ambayo yaliyosainiwa kati ya Ukraine na Urusi, na mashahidi kama anavyofahamisha rais Zelenskyy. Mashahidi ni Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, pamoja na kansela wa zamani wa Ujerumani, Bi Angela Merkel, ambao walikuwa wakifuatilia kwa kiasi kikubwa kuhusu kile ambacho kilitajwa kwamba ni makubaliano ya amani ya kudumu kati ya Urusi na Ukraine na kuweza kuhakikisha kwamba gesi asilia inaweza kusafirishwa kutoka Urusi kupitia Ukraine na kuingia katika mataifa ya Ulaya. Na vile vile, utakumbuka ya kwamba Ujerumani ni moja ya mataifa ambayo barani Ulaya ilikuwa yakipokea gesi kutoka nchini Urusi na kuweza kusambaza gesi hiyo katika mataifa ya Umoja wa Ulaya na Ukraine kuweza kunufaika kutokana na makubaliano hayo. Ni suala ambalo lilipelekea mazungumzo hayo kuweza kubadilika kabisa na kumfanya rais wa Marekani kuweza kuonyesha hasira na kuweza kuongea maneno yanayotajwa kuwa ni mazito dhidi ya rais wa Ukraine ambaye yupo katika wakati mgumu kutokana na vita ambavyo vinaendelea katika taifa lake kwa muda sasa wa zaidi ya miaka miwili. Kila kukicha huwa kukiandaliwa mazungumzo ili kuhakikisha kwamba mzozo huo unakomeshwa, mzozo ambao inatajwa kuwa rais wa Ukraine aliingia katika vita hivyo bila kuelewa ni kitu gani ambacho kilikuwepo nyuma ya pazia na ni ipi historia ambayo ipo kati ya Urusi na Ukraine na mataifa ya Magharibi kutokana na makubaliano ambayo yalisainiwa baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, wakati ambapo kuliundwa muungano wa kujihati hami magharibi NATO kwa ajili ya kuhami mataifa ya magharibi dhidi ya kile ambayo mataifa ya magharibi yalifahamisha kwamba ni kujihami dhidi ya uvamizi wowote wa ambao utakaokuwa umesababishwa na Urusi. Dhumuni la rais wa Ukraine kujielekeza nchini Marekani ilikuwa ni kwa ajili ya kusaini makubaliano kuhusu migodi ya madini, madini ambayo yanapatikana nchini Ukraine ambayo rais wa Marekani anataja kuwa ni madini muhimu, na vilevile Marekani inahitaji kuweza kupata fidia kutokana na kile ambacho iliweza kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine bila Marekani kuweza kupata faida. Hivyo basi, kusaini aidha kuingia mkataba na Ukraine kuhusu migodi hiyo itapelekea Marekani kuweza kupata fidia kutokana na gharama ambayo tayari imekwisha toa katika vita hivyo. Na vilevile inatajwa vile kwamba rais Zelensky ameshindwa kusaini mkataba huo kutokana na kwamba hakuweza kuafikiana na rais wa Marekani kuhusu uhakika wa Ukraine kuweza kulindiwa amani yake iwapo atasaini mkataba huo, na pindi ambapo Urusi itachukua maamuzi ya kuweza kukeuka mkataba kama ilivyofanya hapo awali, ni jambo gani ambalo itaihakikishia Ukraine ya kwamba Marekani kuwepo tayari kuweza kuisaidia Ukraine iwapo itavamiwa kwa mara nyingine na Urusi. Kama ilivyo kawaida, baada ya mazungumzo katika ofisi za White House, huwa kukitarajiwa kufanyika mkutano na waandishi wa habari ili kuweza kuzungumzia pia kuhusu ni jambo gani ambalo limejadiliwa na ni kipi ambacho kitakachofuatia. Mkutano huo haukuweza kufanyika kwa kuwa rais Zelenskyy aliweza kutakiwa kuondoka moja kwa moja katika ofisi hizo na kujielekeza katika hoteli ambapo walifikia, pamoja na wale ambao walikuwa wakiongozana nao, huku waandishi wa habari wakiendelea kuhoji ni kitu gani ambacho kitakachofuatia. Na chakula ambacho kilikuwa kimeandaliwa kwa ajili ya hafla hiyo, ni waandishi wa habari ndio waliokishughulikia. Katika mitandao ya kijamii, raia wa Ukraine wanasikitishwa mno kutokana na kumpoteza mshirika wao mkubwa, Marekani, katika juhudi zao za kutaka kukomboa majimbo ambayo tayari Urusi imekwishateka na ni majimbo ambayo yana idadi kubwa ya madini. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameandika katika ukurasa wake wa Twitter akimtolea wito Rais Zelensky aweze kuomba radhi kwa Marekani, huku Rais Zelensky naye pia alifahamisha kwamba amekwishaomba radhi kwa raia wa Marekani na kuwashukuru kwa kipindi chote ambacho Ukraine ipo katika vita, kipindi cha zaidi ya miaka miwili, kwa mchango ambayo Marekani imeweza kusaidia Ukraine kupambana na Urusi. Na vilevile inatajwa vile kwamba katika diplomasia hakuna jambo linaloshindikana. Usishangae katika siku zijazo ukamwona rais wa Marekani na la rais Zelenskyy wakiwa wameafikiana kwa kile ambacho kilikuwa kimewatenganisha kwa maslahi ya Marekani na Ukraine kwa pamoja yaliyotokea katika mazungumzo kati ya viongozi hao wawili, inatajwa kwamba huenda ndio ambayo hutokea kwa viongozi wa mataifa ya bara la Afrika pindi ambapo wanapokuwa katika mikutano na viongozi wa mataifa makubwa, msaada kwa mataifa ya bara la Afrika na baadaye kufanya mkutano na waandishi wa habari bila ya kuzungumzia ni jambo gani ambalo lilizungumzwa wakati ambapo kamera hazikuwepo, na baadaye kushuhudia viongozi wa mataifa hayo mataifa ya bara la Afrika wakifanya kile ambacho raia katika mataifa hayo huwa hawaelewi. Kwa nini viongozi katika mataifa hayo hawajali maslahi ya raia wao? Na kile ambacho kimeshuhudiwa katika mazungumzo kati ya viongozi hao wawili, inatajwa kwamba huenda yamepangwa, na sababu ya kupangwa ni kutaka kumfanya rais Zelenskyy aweze kujiuzulu.